Kuna wakati katika maisha mtu anafika mahali anajiuliza, kwa nini maisha yangu yako hivi? Lakini ukweli ni huu: maisha yako ya leo ni matokeo ya maamuzi uliyofanya jana, na maisha yako ya kesho yatategemea maamuzi unayoyafanya leo. Hakuna uchawi, hakuna siri ya mafanikio iliyofichwa ndani ya bahati. Mafanikio ni zao la maamuzi, na kushindwa ni zao la maamuzi pia. Maamuzi ni nguvu kubwa kuliko bahati. Watu wengi wanapenda kulaumu bahati mbaya, watakwambia mimi sina bahati, lakini ukweli ni kwamba si bahati inayounda maisha, ni maamuzi. Kila tajiri, kila mtu aliyejenga biashara kubwa, kila aliyefanikiwa kutoka kwenye umaskini alifika hapo kwa sababu ya maamuzi. Wengine waliamua kubadilisha maisha yao, wakati wengine waliamua kulalamika. Watu wawili wanaweza kukutana kwenye hali ile ile. Mmoja anaamua kuona fursa, mwingine anaona kikwazo. Na hapo ndipo hatima inapotofautiana. Kuna mtu mmoja aliwahi kusema, hatima yako haijulikani kwa nyota, inajulikana kwa maamuzi yako. Maamuzi ni kalamu ya maisha inayochora mstari wa kesho yako. Maamuzi madogo hujenga maisha makubwa. Wengi udhani ni maamuzi makubwa tu yanayoweza kubadilisha maisha, lakini ukweli ni kinyume chake. Maamuzi madogo kama kuamka mapema, kusoma kila siku, kuanza kuweka akiba, kuacha marafiki wanaokukwamisha ndiyo yanayojenga maisha makubwa. Uamuzi wa leo wa kutazama video hii badala ya kupoteza muda kwenye mambo yasiyo na faida ni hatua ndogo, lakini yenye mwelekeo mkubwa. Maamuzi madogo ya kila siku ndiyo yanayokuandaa kwa mabadiliko makubwa ya kesho. Kama unataka kuwa tajiri, unapaswa kuanza kwa maamuzi madogo ya nidhamu ya kifedha. Kama unataka kuwa na afya, anza na maamuzi madogo ya kula vizuri na kufanya mazoezi. Kama unataka amani ya ndani, anza na uamuzi wa kuachilia yaliyopita. Hakuna mtu anayefanikiwa kwa ajali. Kila kitu ni matokeo ya maamuzi yanayorudiwa kila siku. Uamuzi mgumu ndio unaokuwa kila mtu anaweza kufanya maamuzi rahisi, lakini wachache wana nguvu ya kufanya maamuzi magumu. Kuamua kuacha starehe, kuacha watu wanaokurudisha nyuma, kuanza upya baada ya kuanguka, hayo ndio maamuzi yanayojenga tabia ya mshindi. Mara nyingi maamuzi mazuri hayatakuwa mepesi, na maamuzi mepesi hayatakuwa mazuri. Kwa mfano, ni rahisi kuahirisha mambo, lakini ni gumu kuchukua hatua. Ni rahisi kulaumu serikali, wazazi au mazingira, lakini ni gumu kukubali wajibu wa maisha yako. Lakini kumbuka jambo hili: maamuzi magumu ya leo yatakupa maisha rahisi kesho, na maamuzi rahisi ya leo yatakupa maisha magumu kesho. Hivyo chagua ugumu unaofaa. Maamuzi yanahitaji ujasiri. Kila mtu ana ndoto, lakini si kila mtu ana ujasiri wa kuamua kuziishi. Unapofanya uamuzi wa kweli dunia nzima inaonekana kama inakuuliza una uhakika? Lakini hapo ndipo unatakiwa kusimama imara. Uamuzi wa kubadilisha maisha yako hautapendwa na kila mtu. Wengine watakucheka, wengine watakubeza, wengine watakwambia huwezi. Lakini kumbuka kwamba hawakujui wewe kama unavyojijua. Hawajui mapambano yako na hawatajua furaha yako ya mafanikio utakapofika. Ujasiri wa kufanya maamuzi unakuletea nguvu ndani ambayo utaipata popote, kwa sababu kila uamuzi unaofanya kwa imani unaimarisha misuli ya kisaikolojia ndani yako. Kila hatua unayochukua hata ndogo, inakufanya uwe jasiri zaidi. Maamuzi yanabadilisha mwelekeo wa maisha. Kuna wakati mmoja maamuzi yako yanaweza kubadilisha kila kitu, kama mtu aliyekuwa maskini akaamua kuanza kusoma vitabu vya fedha maisha yake yanaanza kubadilika. Kama kijana aliyekuwa mvivu akaamua kuwa na ratiba, ghafla muda wake unaanza kuwa na maana. Kama mtu aliyekuwa akijidharau akaamua kujikubali, anaingia kwenye nguvu ya ajabu ya kujithamini. Maamuzi makubwa yanatokea ndani kimya kimya, sio kwa shangwe wala muziki. Ni pale mtu anapoamua, sitataka tena maisha haya, nitaanza upya, na kuanzia hapo dunia yote inaanza kubadilika. Maamuzi sahihi yanachukua muda, lakini hayadanganyi. Kuna wakati unafanya maamuzi, lakini matokeo hayaji haraka. Unajifunza, lakini bado hujaona matokeo. Unajituma, lakini bado huna matokeo ya kifedha. Wengine wanakukimbia wanakucheka, lakini ndani yako unajua kwamba huu ni uamuzi sahihi. Maamuzi sahihi hayahitaji kukubalika na kila mtu, yanahitaji tu kuwa ya kweli na kulingana na malengo yako. Maamuzi yanayojengwa kwa uvumilivu, imani na maadili hayadanganyi. Hata kama yatachelewa, mwisho wake yatakulipa. Usikimbie uwajibikaji wa maamuzi yako. Kila uamuzi una gharama. Watu wengi wanataka uhuru wa kufanya maamuzi lakini hawataki matokeo ya maamuzi hayo. Wengine wanataka uhuru wa kutumia pesa hovyo lakini hawataki umaskini unaotukana na hilo. Wengine wanataka uhuru wa kuahirisha mambo lakini hawataki majuto yanayokuja baada ya miaka, lakini wachache wanajua kwamba uwajibikaji ni sehemu ya ukuaji. Kila wakati unakubali matokeo ya maamuzi yako, unakuwa mtu mzima zaidi, na kadri unavyokuwa ndivyo maamuzi yako yanavyokuwa bora zaidi. Uamuzi wa kuishi maisha bora unaanza leo. Hakuna kesho bora kama leo utaendelea na maamuzi yale yale ya jana. Kila kitu kinabadilika tu pale unaposema inatosha, Nataka mabadiliko kuanzia sasa. Amua kuishi kwa kusudi, amua kujifunza zaidi, amua kuweka akiba, amua kuwa na nidhamu, amua kuwa mtu bora kuliko jana. Uamuzi wako wa leo unaweza kubadilisha vizazi vijavyo, kwa sababu kila kizazi kinachukua tabia, mitazamo na nidhamu kutoka kwa kizazi kilichotangulia. Kama wewe utaamua kuishi kwa utajiri wa akili na nidhamu, watoto wako watarithi urithi huo. Usisubiri mazingira ya kubadilike, badilika wewe kwanza. Usisubiri bahati, amua kuchukua hatua. Usisubiri motisha, amua kufanya hata bila hisia, kwa sababu hatima yako haijaandikwa na mtu mwingine, inaandikwa na maamuzi yako ya kila siku. Leo hii jiulize swali hili: je, maamuzi ninayofanya kila siku yananipeleka kwenye maisha ninayotamani? Kama jibu ni hapana basi leo ndio siku ya kubadilisha mwelekeo. Uamuzi wako wa leo unaweza kuwa mwanzo wa maisha mapya. Nakumbuka maamuzi sahihi, hata madogo yakirudiwa kila siku, yanaunda maisha makubwa ya yenye mafanikio na utulivu wa kweli. Usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu Pesa Vibe ili uwe wa kwanza kufikiwa na video mpya kila siku.